Salia huko na nieti kwamba Rais William Ruto ameongoza taifa katika sherehe za mashujaa ili kumwenzi marehemu Raila Amolo Odinga kutokana na jitihada zake. Rais Ruto akisema Raila Odinga alipenda taifa la Kenya hata kuliko yeye mwenyewe, kwani hata wakati wa taifa la Kenya lilikuwa linajipata katika njia panda, alilienzi sana swala la kutafuta amani. Akiongeza kuwa Raila Odinga alikuwa anapigania uwepo wa taifa lililosimama pasi na taifa lililo kwenye vita kama jinsi ambavyo mataifa mengine Afrika yaliyo kati ya vita. Sebastian Maria anaarifu. Huku taifa likiwa katika siku saba za maombolezi ya aliyekuwa waziri wa zamani hayati Raila Odinga, leo hii kwenye kaunti ya Kitui, katika sherehe za Mashujaa Day, Rais William Ruto aliongoza taifa kusherekea ujasiri wake huku akimsifia shujaa huyo aliyepigania haki na usawa. Mashujaa Day is an occasion for remembrance, for celebration and for reflection. As you all know, yesterday,

Katika hafla hiyo pia wasanii na watumbuizaji walijitosa uwanjani wakichora mchoro wa jina la Raila na kukariri mashairi ya kumuenzi, hii ikiwa ni ishara kuwa hata baada ya kifo chake mwanga wake bado utaendelea kuwaka. Haya yanajia wakati ambao rais William Ruto amebaini kuwa Raila Odinga alikuwa kiongozi mpenda Kenya na aliweka Kenya mbele kuliko jambo lingine lolote, akisisitiza kuwa Raila Odinga aliwakumbusha kuwa hakuna tofauti zozote ambazo ni kuu kuliko Kenya is greater than our unity. No ambition more important than our peace and no personal interest higher than the welfare of our nation. Akiongeza kuwa Raila alikuwa anashabikia umoja na amani ya taifa la Kenya, jambo ambalo anasema kuwa hata baada ya maandamano yaliyotokea mwaka jana, Raila Odinga alikuwa kiongozi wa kwanza kushirikiana naye ili kutuliza joto lililokuwa limezidi wakati ule. Those who criticized and faulted Baba for working with us to stabilize the nation, forget, or refuse to acknowledge or they just simply don't care Some saw the opportunity to bring down their competitors, even if it meant bringing down the country. Baba chose the stability of Kenya. Gwambo, the spectre of a failed state was too grave to contemplate. Rais Ruto pia ametambua mchango wa hayati Raila kwa kuvumilia mateso pamoja na kifungo lakini hakukata tamaa katika kupigania haki huku akiweka tofauti zao na kushirikiana na serikali jumuishi. Baba envisioned and fought for a nation where, in the immortal words of our national anthem, justice is everyone's shield. Sebastian Maria, Undugu TV.